Tumekuja kupiga story na Issa Tambuu, CEO wa Tambuu Motors. Tuzungumze naye maili matatu. Habari za magari zimekuwa nyingi sana huko mjini, lakini ili hii story iwe balanced, lazima Issa Tambuu naye atuambie kuhusiana na ya, haya magari, tujue naye kwa utaratibu wake ulivyo. Issa Tambuu Mba naenda karibuni sana, tumekaribia na heri ay, ya mwaka mpya. Pia tunashukuru Mungu tupo salama bwana eh. Mwaka umeanza vizuri, sikiwa ndani zaidi. Sasa sasa Tambuu, tulishangazwa maana sasa hivi yeah zinachoni sana mambo ya gari za Audi jana mm. uh, uliposti kwenye Instagram yako, ukaposti, na ukaandika caption kwamba kumbe hizi zinapatikana hata za milioni kumi ukacheka kabisa. Unajua eh. <laughs> gari watu <laughs> wanashindwa kwa kitu kimoja niwape elimu ya, ya gari. Gari inauza kutokana na kiwango chenyewe hasa ikiwa used Tanzania. Mm. Lakini pia gari inauza kwa kiwango chenyewe hata ikiwa usedi, uh, Japan. Mm. Mm. Mfano, unaweza kununua Audi ya elfu mbili na kumi na tano hmm. Lakini ukanunua Audi moja milioni eh, thelathini ukanunua Audi nyingine milioni hamsini. Umeelewa? yeah. Yeah. Kwa hiyo, ubora wa gari, grade, inauzwa kutokana na, na, grade. Si umeelewa hapo? Yeah. Kwa hiyo, unaweza kuwa na Audi moja, milioni hamsini, lakini wewe ukanunua milioni thelathini tu. Kwa hiyo inatokana na mileage, imetembea vipi ile gari, lakini pia sio tu gari, yani muonekano mzima gari, ubora wake. Umeelewa sio hapo? Eh. Sasa, yeah. Yeah. Kwa hiyo tukiangalia ile Audi ya Ndaro Q5 S-Line kabisa, milioni kweli milioni hamsini na tano inawezekana kwa uh, sababu uh, na bahati nzuri nilimpigia simu okay, na akanihakikishia kabisa gari yake ni grade 4, amenua mile uh, ina mileage kilomita amesema ina elfu halai Kwa halaiasit ile gari lazima ifike hiyo bei, ukikusanya uh, era ya manunuzi ya Japani, ukikusanya ushuru wa serikali, ukikusanya wafeji, ukikusanya na kila kitu inafika kabisa hiyo, yani bila mashaka kabisa. Issa Tambuu, ni kitu gani ambacho watu walijichanganya baada ya kumuona bingwa magari uzi kuposti gari kama andalo lakini bei ikawa tofauti? yeah. Sana, unaisi watu wamejichanganya ni kitu gani sasa? Hapo ndo kitu nimekwambia, grade ya gari. Tunarudi pale kwenye quality wa ile gari yenyewe, si mmenielewa? Nilikwambia unaweza kununua uh, unaweza kununua Mercedes Benz kama hii mbili moja ukanunua milioni sabini moja ukanunua milioni hamsini unaelewa, kwa, kwa imetembea kilometa ngapi huko Japani ya mwaka gani? umeelewa E, lakini kwa yandalo mimi kanipigia simu kaniambia Tambuu gari yangu mimi nimenunua grade 4 nimenunua gari na kilometa elfu thelathini na kadhaa nimekanitumia kila kitu. Kwa hiyo nikajiaminisha kabisa kabisa bila mashaka liina ina, ina, ina deserve kwa milioni hamsini um, na angapi? Alisema hamsini na tano bila mashaka kabisa yeah. Kwa upande mwingine uh, Doto naye pia alitia neno lake, kama design Ndalo amempeleka mjini eh, muza magari Bingwa. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara, unaonaje hii sanga sangambingwa ambayo imetokea Bingwa na Ndaro kwa kibiashara? Ndalo amempeleka mjini Bingwa? <laughs> mimi sidhani kama kuna mtu kampeleka mjini mwenzake, lakini kila mtu katoa maoni. Bingwa anafanya biashara zake na ni mshikaji wetu, tunafanya biashara kwa pamoja, ana shida yoyote. Lakini Ndaro akanunua gari yake kaposti kwao, ni watu sasa kuchanganya yale, maana unakuta kuelewa. Nimekwambia, nimekwambia gari inauzwa kutokana na nini na kiwango. Watu wanadhani S-Line, akiona Audi ni sawa tu, zote zitakuwa zina bei sawa, lakini siyo hivyo kila gari inauzwa kutokana na thamani yake na ubora na grade ya kwake, unaelewa? mm -hmm. ya Ndaro ni grade 4 mm -hmm. ina kilometa elfu thelathini na ngapi, hauwezi kusanisha na ya kwako grade 6 ina kilometa laki moja na hamsini, hauwezi yes. umeelewa? yeah. lazima ya Ndaro itakuwa viko vitu viko live hata tuki tuki google hapa umeona tuki google tukienda tunaangalia ambapo tunaponunua kuna minada ya magari, tutaangalia Audi hii bei gani? na Audi hii bei bei gani? Kwa hiyo ni ile watu kutokufahamu na kutaka kuleta tu ile ile ile ile ile ligi wanasema, yeah. lakini gari ina samani halisi kabisa kabisa. Hivi sasa nikikuliza comedian gani ambaye unamuona wewe kweli anaongoza wenzake ma comedian wenzake wote kwamba yeye anamiliki gari gani, ni comedian gani? Uh, kwa sasa hivi atakuja kuwa ibinashaka japo mwenyewe aliniambia asiseme, lakini milioni hamsini na tano. Lakini taarifa ni kwamba ametaka anakonda elfu mbili na ishirini na tatu milioni mia moja na kumi nimemuzia. <coughs> Nakwambia na nikanilipa, huyo huyo Mnyakusa huyo huyo sukari. Uyo, uyyo, sukari mwenyewe atulie. Sasa hapo sasa na Ndalo, lakini Ndalo naye sio mtu mnyonge, yeah, yeah. Leo asubuhi tumekuwa tuna mjadala mzuri sana mjadala, mjadala mzuri, mzuri sana mnaona hili? anataka aondoke nalo. unaona amesema anakuja kuchukua. Nakwambia kaambia Issa Tambuu niandilie mpaka na lisiti nimuonesha unyama mmoja hapa. si subiri. mtekezaji alichanganyikiwa hicho kilimchanganya <laughs> <mchanganya> sana Ndaro, mzigo umefunguka sasa, waambia wanasema, gari yako ya bei rahisi wanakuweza. Hii ni hi gari ni samani yake na milioni tisini na nane, kila kitu, ushuru na nini na nini, kila kitu inafika pamoja. Hii imekuja na hii gari imekuja ni imekuja na <laughs> mileage ilikuja na thelathini na tisa sasa hivi na kama elfu arobaini na nne <mimu> lakini kila kitu kiko clean kabisa kabisa kabisa Unaona? Sasa, sasa utajisikiaje <mimu> au ukisikia mtu anauza gari kama hii lakini akakwambia milioni ishirini na tisa na laki nane sasa, gari sitakuwa mbovu. Unajua unashinda kitu kuelewa. Kuna kununua starehe na kuna kununua matatizo. Unaweza ukanunua gari baadaye, ununue starehe, unanunua matatizo, sijui umenielewa. Yaani inabidi nafundi mwingine pembeni, baada ya nyumba haijawaka kaji hakikishie, lakini kabla kuna hatua ambazo za kimsingi lazima ukague gari ile iko sawa, umenielewa. Kuna zingine kweli za bei kitonga, lakini bado ziko nzuri, lakini mara nyingi uh, zinakuwa zina changamoto, kwa usipende sana wa rahisi. Hakikisha gari umejinunulia gari ambayo iko imenyoka, ina kila kitu. Tutakuwa sahihi tukisema kwa sababu tumepiga story, na moja ya mauzo magari pia, uzuri Tambuu, ndo shughuli zako. Tutakuwa sahihi tukisema magari ni sawa labda na t-shirt. Mfano, unaweza ukanunua duka fulani ikawa elfu ishirini lakini tisheti yoyo hioo unaweza kaenda duka jingine ukaambua elfu hamsini kwa mujibu wa brand. Ni sawa kabisa, ilo nao linachangia kwa asilimia tisini. Kwa sababu hata mimi kwangu mimi, ukiangalia, ndio muuza magari ambao unauza magari mapya kwa bei rahisi kuliko yoyote. mm, okay. Katika nchi ya, ya Tanzania hii hakuna mm. kama Tambuu Motors, ile nadhani hata Watanzania wameshatupitisha mm. hakuna, hakuna, ukiangalia kwenye peji yangu bei inazoziweka na wauzaji wengine ni mbali kabisa kabisa, kwa viwango vile kabisa, kila kitu, kwa sababu mimi ni mzee wa low budget, nitamuuza milioni 52 kwa mimi, kwa sababu tunajua mimi mzee wa low budget 52, kwa viwango vile, grade 4 mileage ndogo ile nitaipiga, hajapigwa, yuko sawa kabisa, hajapigwa hata kidogo. Nyenye mambo mbona yako live, simchukue simu zenu mgugo Angalieni S line elfu mbili na kumi na sita low mileage grade four bei gani? Jumlisha wafe, jumlisha assessment ushuru unapata bei halisi. Kaongea sana akiwa Zanzibar leo alibwata sana bwana. Sasa ni shamba juu chochote. Sawa, Isa hapa kwa nani, kwa bingwa anaokota okota, lazima mtetee. Sawa.